Na naomba kupitia kwenu kutoa wito kwa walimu mnavyotekeleza mitaala mipya, chochote mnachokiona hatimaye tutataka tuwasikie kwamba hapa tufanye nini zaidi ili kuhakikisha kwamba utekelezaji unaenda vizuri. Kwa mfano ufundishaji wa Kiingereza umefanywa mabadiliko makubwa, na lengo lake ni kuhakikisha kwamba watoto kweli wakimaliza wanaweza kumudu eh, kuongea Kiingereza. Sasa kuna sababu ya kumweka mtoto sasa tulikuwa tunaweka miaka saba baadaye itakuwa miaka sita, ajifunze Kiingereza amalize hawezi kuongea. Kushindwa kuongea Kiingereza hicho baada ya kukaa shuleni kwa muda wote huo ni kielelezo cha udhaifu mkubwa katika utoaji wa elimu. Sasa mabadiliko yaliyofanyika sasa hivi, ni lazima tupate mrejesho kutoka kwenu, tuone ni kiasi gani kweli hii inasaidia kusonga mbele. Maboresho yamefanywa na wataalamu na kwa kushirikisha walimu na kadhalika, lakini tungependa wote, walimu wote Tanzania, na natoa wito katika utekelezaji wa mitaala mipya angalieni muweze kuainisha changamoto mwainishe maeneo mazuri ambayo lazima tuimarishe zaidi, kwa sababu swala la mitaala ni swala endelevu. Sera iko pale, tunaamini itadumu kwa muda mrefu, lakini mitaala yake itaendelea kuboreshwa kwa kadri ya utekelezaji wake. Bidhaa zinavuka mipaka kwa sababu watu wanataka vitu vizuri, wanataka kununua suti nzuri, saha nzuri, viatu vizuri na ubora wa vitu hivi ndio unasababisha vitu viuzwe hasa. Unasikia, nimewahi kusikia watu wanasema Tanzania tumeendelea, tuna magari mengi sana mtaani. Eh, tunazalisha mangapi? Kwa sisi tukipata fedha tunanunua vitu kutoka huko, mfumo ambao sasa hivi middle class inaongezeka kwa kasi na inakuwa kubwa na matumizi yake yanaongezeka, lakini wanatumia vitu kutoka nje zaidi uzalishaji wetu ukoje? Kwa sababu ya utandawazi, suti nyingi nazoziona hapa zinatoka Uturuki, labda na sehemu nyingine, lakini tunapeleka ajira Uturuki kule kwa ajili ya middle class hapa avae mtu apendeze, wakati vijana wetu wanatafuta kazi. Kwa utandawazi huo ni changamoto hiyo kwamba fedha wanazopata hasa middle class wanaweza wakazitumia kununua vitu kutoka nje na vijana wanataka kazi hiyo hiyo ya kuzalisha vitu hivyo hivyo. Umuhimu wa elimu, ili sisi tuweze kuandaa vijana wetu kuchukua fursa za utandawazi na kupambana na changamoto za utandawazi. Misukosuko ya kisiasa hasa katika nchi zilizoendelea zaidi, ambazo zilikuwa zimeshaendelea sana, kwa sehemu kubwa zinatokana na utandawazi. Ninyi wote mnajua Brexit, watu wanataka kujiondoa European Union ushindani huko. Umeona nafta imebadilishwa na mazungumzo mnayasoma. Kwa utandawazi ni fursa na changamoto, wakati huo huo, ni fursa kubwa kwa nchi iliyojiandaa, iliyojipanga, na katika mpango huo kubwa sana ni elimu, aina ya elimu inayotumika, inayotolewa, inayoweza kumwandaa kijana aweze kuibuka na kutumia fursa za utandawazi huu, vinginevyo watakuwa watakuwa victim wa globalization. Ila muhimu lazima kwenye moyo wa mageuzi elimu ikae pale, itusaidie sisi kuandaa vijana wetu katika swala hili la utandawazi. Utandawazi huu utaendelea hata jitihada sasa hapa karibuni utaziona duniani kama za kujaribu ku, kurudisha nyuma, ni mafuriko huyazui kwa gazeti. Teknolojia ishakwenda sana na watu wanaona kila mahali, wanapenda mambo makubwa, wanatumia fursa. Muundo wa watu wetu kwa umri ambapo vijana ndio wengi na watazidi kuwa wengi la pili ni utandawazi. Na vyote viwili ni fursa, lakini tunaweza tukaviona kama laana kama hatutajipanga na kujipanga, kwenyewe sio kwa dharura. Huwezi kujipanga kwa mambo haya kwa dharura, lazima iwe ni mipango ya muda mrefu na tuvumilie kutekeleza. Kama sisi hatukujipanga katika, hasa kwenye elimu, hasa sayansi na teknolojia, tusipojipanga huko tutabaki kuwa wanunuzi wa bidhaa duniani, na fedha za kununua tutazipata wapi?